Hata sasa ndio tunapeleka kwa serikali wanaamuzi. Sisi hatuna haja ya kusema tutamfunga, hatuna uwezo sisi, ni ripoti tu tupeane, serikali ifanye kazi yake. Ndio kazi yetu sisi. Eh, hiyo ndio kitu cha kwanza, nyumba kumi kumi waangalia kusema kweli. Ya pili, unaweza kukuta makosa yako mahali fulani, na wewe unaona kosa ni mbaya na unataka yani uhudumiwe, pesa huna, kwa simu ya kupigia form chief ya kupigia polisi mm hata -hmm. Sasa polisi, na sasa hivi unapigia simu, sema kaambia, ah, wacha ni letina. Eh, sasa hivi mzee mtaa anaweza kukuokoa, lakini wananchi ni wengi mm -hmm. Wana uchungu, bila kunyang'anya mtu anampi anawao no, naona sasa wewe una uwezo. Wananchi wakiamua maamua, hakuna mtu atawapeleka kwa hivyo kitu. Sasa hivi serikali yetu uangalie sana, ili tuwe tunawasiliana na serikali wakati tunapiga simu, ili mawasiliano kwa mzee mtaa siri zote ziko pale kwa mzee mtaa, na hakuna mzee mtaa hajui siri yote, hata kama ni mwizi ni mchawe ni nini, anajua. Lakini kuna wengi wanaogopa kasema hii hey, kitu hii ni kwanza kutoa nje, ndio ndani, ulijuaje sasa? Wengi wanaogopa serikali bwana, eh kuna mambo mengine pale uweze kuingia kwa mzee mtaa, unaona, ukiingia sasa itakutia anda, ndani itakutia ndani. Hiyo mambo inatendeka hapa mtaani, kwa hivyo ni sisi tunafanya ile yale, yale inahusika, tunapiga ripoti kidogo tukiona mambo imezidi, kama bangi hizi za za, za ulevi hizo za, za ulevi ujua, na unajua mzee mtaa kionzo shirika na hizo dawa atamalizwa. Hata hii pombe hii, mzee mtaa kijenda, ukienda sana, utamalizwa. Unapika kwa kabisa kwambia, sasa mimi sina bwana, sina nini, nitakula nini, sina kazi, anakuweka muna, anakumaliza. Kwa hivyo huko usalama kwanza, mzee mtaa kwanza, au na usalama wake na nyumba kumi kumi ana usalama wake, maanake hiyo kazi ni hatari, ni hatari nga tunaifanya, lakini tunaifanya kwa maarifa. Kwa, kwa hivyo nikiunga mkono watu wangu wa Bomani wanasema ukweli, hakuna kitu ambapo pale Bomani. Sasa wamekerebesha kidogo, najua tena, pale kunajua kuna majina tendeka kwa majirani. Mtoto huyu ndugu yangu ni jirani yangu, amefanya kosa, sasa mimi nimemuona wakati na kwenda kumtoa, anamwambia we amefanya kosa, naambia mzee mtaa, namwendea huyu mtoto wako ni mwizi, tafadhali muonye mtoto wote, amwendea kabisa, tutamwambia mtoto wako ni ni mwizi. Kisha yule ndugu anaambia, ulimuona? Na mimi namtoa kwa hmm. hmm. usalama, ulimuona kaambia, haya wewe. Kidogo kidogo nasikia jamaa ameiwa amemalizwa, ame, ame kwa sababu wanasema kwamba mtoto wangu si mwizi, ndio unaona watu wanakufa kwa sababu wanawatetea wazazi. Naona tuona wa watu wanachoma wanapigwa kwa sababu sisi wazee, mtu watoto atangulia kuwalivu mapema. Mtoto wako mwenye ana mkono mrefu, mzazi anasema ulimwona kiba, na mimi ni najua kwamba ni taarifa kabisa kamili, najua kwamba basi sababu tafanya kitu ambapo sijamelezea kidogo. Nasikia jamaa amekamatwa ama je, nilikwambia je, usi hasara tayari kwa sababu mzee mtaki amwambia hasikilizwi na anajua na na, ni hatia. Sasa unaona yule ataanza mtoto kuwawa, apigwe, lakini yule mzazi nimwambia, hakusikia, anadharau mzee, naye mtoto wake chisha mamba hivyo, anakufanyia jikosi mzee, acha tumtandike. Tumepigwa mzee, tuna maharama hapo, lakini atachukua hatua eh? tunafanya kazi tu, lakini tunapigwa kwa sababu ya, ya haki za pole mzee. Mm.